Jenerali mkuu Abdel Fattah Burhani wa Sudani amekataa pendekezo la kusitisha mapigano lililotolewa na wapatanishi wanaoongozwa na, na Marekani na kudai kuwa hiyo ni hatua mbaya zaidi na ni pigo katika jitihada za kusitisha vita vikali ambavyo vimelikumba taifa hilo kwa zaidi ya miezi 30 sasa. Hii ni TriGen Media. Katika maoni yake aliyoyatoa kwa njia ya video hapo siku ya Jumapili jioni jenerali Abdel Fattah Burhan alisema pendekezo hilo halikubaliki na kisha akawashutumu wapatanishi kwa kile alichokiita upendeleo katika jitihada zao hizo za kukomesha vita. Sudan ilitumbukia katika machafuko mwezi Aprili mwaka 2023 wakati mzozo wa madaraka kati ya jeshi na vikosi vya usaidizi wa haraka vya kijeshi ulipozuka na kuzusha mapigano ya wazi katika mji mkuu Khartoum na kwingineko nchini Sudan. Hadi sasa vita hivyo vikali vimewaua zaidi ya watu 40,000 kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa lakini makundi ya misaada yanasema hiyo ni idadi ndogo na idadi halisi inaweza kupindukia idadi hiyo. Kutokana na mgogoro huu wa Sudani, zaidi ya watu milioni 14 wame na wamelazimika kukimbia makwao na kuchochea milipuko ya magonjwa, hali iliyosababisha baa kubwa la njaa nchini humo. Wapatanishi hao wanaojulikana kama kuad wamekuwa wakijaribu kwa zaidi ya miaka miwili sasa kukomesha mapigano na kuanzisha upya njia ya mpito ya kidemokrasia ambayo ilizuiwa na mapinduzi ya kijeshi ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Wanajumuisha mataifa ya Marekani, Saudi Arabia, Misri na Falme za Kiarabu. Mwezi huu Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba anapanga kuweka kipaumbele zaidi katika kusaidia kukomesha vita vya Sudani. Mwezi huu rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba anapanga kuweka kipaumbele zaidi katika kusaidia kukomesha vita vya Sudani baada ya kuhimizwa kuchukua hatua hiyo na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohamed bin Salman wakati wa ziara yake katika ikulu ya White House mapema wiki hii. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito wa kusitisha mapigano mara moja kwa jeshi la RSF na kujadili suluhu. Kupitia mtandao wake wa X, Guteresh pia alitaka uwasilishaji salama na usio na vikwazo wa misaada ya kibinadamu, pamoja na kukomeshwa kwa silaha na wapiganaji kuhamishiwa Sudan. Mosad Baulus, mshauri wa Marekani wa masuala ya Afrika, aliliambia shirika la habari la IP mapema mwezi huu akisema kuwa pendekezo la hivi karibuni linataka makubaliano ya amani ya kibinadamu ya miezi mitatu yakifuatiwa na mchakato wa kisiasa wa miezi tisa. RSF ilisema imekubali makubaliano hayo kufuatia hasira ya kimataifa kuhusu ukatili wa wanamgambo katika jiji la Dafur na Elfasha. Burhan, jenerali mkuu wa Sudan, alisema hata hivyo kwamba pendekezo hilo linachukuliwa kuwa hati mbaya zaidi kuwahi kutokea, kwani linaondoa vikosi vya jeshi, linavunja vyombo vya usalama na kuwaweka wanamgambo mahali walipo, akimaanisha RSF, na kuongeza kuwa ikiwa upatanishi utaendelea katika mwelekeo huu, tutauona kuwa upatanishi wenye upendeleo wa wazi, aliongeza Burhani. Kundi la RSF kwa muda mrefu sasa limesababisha hali ya machafuko, vifo na vita nchini Sudani, iliyosababisha baadhi ya wengi kuweza kuyahama makazi yao. Hii ni TriGen Media.